Tumeshuhudia mafanikio makubwa sana kwenye sekta ya elimu. Uboreshaji wa mazingira ya kazi kwa walimu moja mmoja mmoja yamefanyika. Kwa namna ya pekee, mnikubalie tena niwahakikishie kuwa ndugu walimu, serikali yenu ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutaendelea kutatua changamoto za walimu na hii ni kwa kuangalia nchi zote zilizofanikiwa hazijawahi kufanya chochote ili ziweze kufanikiwa bali zimewekeza kwenye elimu kwa sababu elimu ndio ufunguo wa maisha, na kama hakuna elimu ya maana basi hakuna maendeleo ya maana. Makamu wa rais ameeleza vizuri kwamba mahali popote penye watu unaweza ukachelewesha barabara, unaweza ukachelewesha maji, unaweza ukachelewesha umeme, lakini huwezi kuchelewesha elimu. Maanake ni kwamba elimu inatangulia vyote kabla ya mengine, na kwa kweli kama unataka taifa lililostarabika, taifa linalopiga hatua kwenye maendeleo, usiache kuwekeza kwenye elimu. Na ukizungumza elimu katika utatu wake, utatu wa mtaala, utaini pamoja na udhibiti ubora, kote kwenye mnyororo wote huu, taaluma moja utaiona inajitokeza kila mahali, nayo ni ualimu. Na kwa maneno mengine, hauwezi kufanikisha elimu kama una mwalimu bora mwalimu anayependa kazi yake mwalimu aliyemotishwa. Nataka <coughs> niwaombe wale mnao wasikiliza walimu kutoka ofisi zote ofisi ya Rais TAMISEMI, pamoja na utumishi wa umma na utawala bora, wizara ya Fedha na wale wanaotoka ofisi kwetu, ofisi ya waziri mkuu, wasikilizeni walimu kwa utulivu, wavumilieni wakati mwingine atakuwa mgumu kuelewa, usimchukie. Jua tu ni ile shida aliyonayo inamfanya akose subira. Usikilizeni kwa wema. Wakati fulani ukiona haelewi toka kwenye kiti chake, nenda upande wa pili, tatizo hilo liwe lako, ujiulize, ningekuwa ni mimi mwenye tatizo hili, ingekuwaje? Lakini la pili, angalieni enu waliosafiri umbali mrefu kuja kwenu wakiamini kuwa mnayo majibu mikononi mwenu, basi wapatieni majibu wakati wanarudi. Siwafanye waje hapa kupiga picha na kuondoka nazo, njoni na majibu kwenye shida zao. Na kwenu walimu, toweni shida zenu kwa haki, kusema shida si dhambi. Na hapa, makamu wa rais, nataka nikuambie, serikali yetu kazi yake ni kusikiliza kila aina ya mtu, mawazo yake anasema nini, hata yale tusiyoyapenda ni wajibu wetu kuyasikiliza, kwa sababu tumepewa dhamana ya kusimamia maslahi